Na tume ya maadili na uh, kupambana na ufisadi imewasilisha kesi katika mahakama kuu kwa nia ya kurejesha shilingi milioni 813 kutoka kwa gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi na watu wengine 13 kufuatia madai ya ufisadi na mkinzano wa maslahi kuhusiana na zabuni za ujenzi Kwenye taarifa tume hiyo inasema kesi hiyo iliwasilishwa mahakamani tarehe 31 mwezi uliopita, inafuatia uchunguzi wa kina kufuatia madai kwamba gavana huyo alitumia wadhifa wake kama mwenyekiti wa kamati ya bunge la seneti kuhusu barabara, uchukuzi na nyumba kuwashawishi utoaji zabuni za mamilioni ya pesa kwa kampuni alizo na ukuruba nazo. Inadaiwa zabuni hizo zilitolewa wakati wa miaka ya kifedha mwaka 2018 19 na 2122 kwa mujibu mehio, wa tume hiyo, Wamatangi na washirika wake walishiriki katika vitendo vya ulaghai kwa kuwasilisha stakabadhi bandia au zilizoghushiwa kuonyesha kwamba walistahili kupokea zabuni za umma.